Habari popote pale walipo ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni kukaribisha tena katika meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Na habari tuliyo nayo sasa ni kuhusiana na hatimaye CHADEMA na ACT Wazalendo wajitokeza na kutoa tamko zito baada ya viongozi wao kukamatwa nchini Angola. Siku ya jana ilipatikana taarifa kuwa viongozi kadhaa wazuiwa kuingia kwenye mkutano wa upinzani nchini Angola. Viongozi mbalimbali mbali wa upinzani wakiwemo marais wawili kutoka mataifa ya Afrika na wengine kutoka kwingineko duniani Siku ya Alhamis ya tarehe kumi na tatu Machi walizuiwa kuingia nchini Angola kuhudhuria mkutano ulioandaliwa na chama cha upinzani nchini humo UNITA, kujadili masuala ya demokrasia. Viongozi wa upinzani Tanzania wazuiwa kuingia Angola. Msafara wa viongozi wa ACT ya Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho Doros Semu na mwenyekiti wa chama Osman Masud Osman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar amezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za za nchi hiyo. Viongozi wengine waliozuiliwa na mamlaka za uhamiaji nchini Angola ni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu pamoja na ujumbe wa viongozi zaidi ya ishirini ambao ni wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kusini mwa Afrika. Viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa na serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote, imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ACT Wazalendo. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia ya Afrika yaliyoandaliwa na taasisi ya The Brains Trust Foundation iliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe kumi na tatu mpaka tarehe 16 Machi mwaka huu imeeleza taarifa hiyo mamlaka ya uhamiaji nchini Angola imewanyima viongozi kadhaa wa kisiasa wa Afrika kuingia nchini humo. Viongozi hao ni pamoja na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kiongozi wa ACT Wazalendo Doro Sisemu, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine na makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania Zanzibar Osmani Masudi. Kulingana na taarifa ya baadhi ya viongozi hao wamesafiri hadi Luanda kwa ajili ya majadiliano diliano wa jukwaa la wanademokrasia wa Afrika pad yaliyoandaliwa na the Brenthurst Foundation, lakini walizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda wa kimataifa. Tukio hilo linazua wasiwasi wa kidiplomasia na kisiasa, hasa kwani wengi waliokataliwa kuingia ni viongozi wa upinzani katika nchi zao. Mamlaka ya Angola bado haijatoa sababu ya wazi ya kuwazuia viongozi hao kuingia nchini humo. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje ya ushirikiano wa kimataifa ACT Wazalendo Mwanaisha Ndeme Machi Tano, inasema viongozi hao walishikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Lifuatalo ndio tamko lolitoa ACT Wazalendo baada ya viongozi wao kuzuiliwa kuingia nchini Angola. Viongozi wa ACT Wazalendo wazuiliwa kuingia nchini Angola. Viongozi hao ni pamoja na KCC na mwenyekiti wa chama taifa ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Taarifa kwa umma. Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo viongozi ACT Wazalendo wazuiwa kuingia nchini Angola. Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama ndugu Dora Susemu na mwenyekiti wa chama ndugu Othman Masoud Othman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, umezuia kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali ya Angola. Viongozi hao walishikiliwa katika uwanja wa ndege wa Rwanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia ya Afrika The Platform for African Democrats, PAD, yaliyoandaliwa na Ben Trust Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia mpaka tarehe 16 Machi 2025. Mbali na viongozi wa ACT ya Wazalendo, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Mmoja ya viongozi wa andamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu Lanhan, Botswana, na Andrew Pastrana Arango, Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo Afrika ya Kusini na kiongozi wa chama cha DA ndugu John Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji ndugu Venancio wito wetu. Wakati kamati ya uongozi wa taifa ikikutana kwa dharura kutafakari juu ya mkasa huu na hatua mwafaka za kuchukua, chama kinatoa wito ufuatao katika hatua za awali. Moja, ACT Wazalendo inalaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanywa dhidi ya viongozi wetu na viongozi wengine kwa kuzuiliwa na kushikiriwa katika uwanja wa ndege wa Luanda. Mbili, tunatamka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelezo ni kwa sababu gani viongozi wetu wakiwemo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Tatu, tunaitaka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki imuite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hii. Tunatoa wito kwa serikali ya Angola kuziatia mara moja hati za kusafiria za viongozi wetu walizozishikilia na kuwaruhusu kuendelea na ratiba yao nchini Angola. Imetolewa na Mwanaisha Mdeme, Katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ACT Wazalendo. Tamko lingine limetoka kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, linasema kuwa: taarifa kwa umma. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kina laani vikali kitendo cha kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu kuingia nchini Angola ambako walipaswa kushiriki mkutano muhimu kuhusu masuala ya demokrasia. Mbali na Mheshimiwa Lissu, viongozi wengine wa upinzani kutoka Tanzania, Kenya na Uganda na nchi zingine wamezuiliwa kuingia nchini humo bila maelezo ya msingi. Tunafuatilia kwa ukaribu ili kubaini sababu za zuio hili na kuhakikisha haki za kidemokrasia za viongozi wa upinzani zinalindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Imetolewa tarehe kumi na tatu Machi na Brenda Lupia, mkurugenzi wa uenezi na mawasiliano. Hayo ndiyo matamko mazito yaliyotolewa na vyama hivyo viwili ACT Wazalendo pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.